Mtazamaji, tukisalia katika uga wa Uhuru ambapo sherehe za Leba De zilikuwa zinaendelea. Taarifa nyingineyo kutoka huko ni kwamba serikali imeyaonya vikali mashirika laghai ya uajiri na pamoja na makundi haramu ya uajiri kuwa yatakabiliwa vikali kisheria. Waziri wa leba Daktari Alfred Mutua amesema wahalifu wanachafua sifa ya Kenya kwa kuwalaghai vijana wanaojaribu kutafuta fursa bora za ajira nje ya nchi. Mutua aliyasema haya huku muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini ukisihi serikali kutoza ushuru mishahara badala ya marupurupu mengine katika mishahara ya kijumla. na mwanahabari wetu Joseph Wakhungu ana maelezo zaidi. Serikali inasema itakabiliana na mashirika ya laghai ya kuwapeleka wafanyakazi ugaibuni. Licha ya Wakenya wengi kupata nafasi za kazi nje ya nchi, wengi wao wameangukia katika mitego ya kifedha iliyowekwa na mashirika na makundi laghai ya wafanyakazi yasiyokuwa na huruma. Despite their theatrics. Waziri wa leba wa Dkt. Alfred Mutua pia alitaadharisha dhidi ya unyanyasaji wa kimapenzi mahala pa kazi. Mrembo akiandikwa our sister our children our daughters, akiandikwa kazi, usianze kumpangia, unaanza kumnyemelea na akikukataa unamfuta kazi, unaanza kumuharas wakati wa maadhimisho hayo ya siku kuu ya wafanyakazi, serikali ilitakiwa kurekebisha mfumo wa ushuru na kutoza ushuru mshahara bila kujumuisha marupurupu. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi alitoa witu wa kudumishwa kwa amani na utulivu nchini, akielezea umuhimu wake kwa uchumi wa taifa hili. When we talk of the sixth largest economy it cannot happen in an environment of turmoil in an environment of conflict in an environment of war in an environment of political instability and my dear brothers and sisters The the biggest threat to any nation is not terrorism. It is not it when the institutions of that country collapse. Akiongea wakati wa maadhimisho ya mwaka huu ya sikukuu ya Labour Day katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi, Mudavadi alisema Kenya imeorodheshwa katika nafasi ya sita katika masuala ya uchumi bora barani Afrika, huku akiongeza kwamba mafanikio hayo yanaweza tu kuhusishwa na mazingira tulivu na wafanyakazi waliojitolea. Sikukuu ya wafanyakazi mwaka huu imetoa fursa kwa rais na viongozi wa wafanyakazi nchini kutoa wito kwa Wakenya na wafanyakazi kushirikiana ili taifa liweze kuafikia ustawi na maendeleo ya kiuchumi. Nikiripotia Darubini ya Channel 1 kutoka bustani ya Uhuru jijini Nairobi, jina langu ni Joseph Wakhungu.